Heshima ya Mungu mkato. Moyo wa mtu unapokuwa umejazwa utukufu na heshima ya Mungu. Amen. Eh, utaonekana hata kwa mavazi mkato unaona? Maneno eh, na mwenendo wake nukta. Unaona? Amina. Kisa Jombe alisema eh? Mtawatambua kwa matunda yao nukta. Sasa unachopiga nini? Akifo. Hata kuongea kwa

Nani hata pale mitano hukaa wanasema kabisa, ah, mama fulani kweli kweli ni wa Yesu wa mkomo, wanakuona tu uvaji wako. Amina, haleluya, amina, amina. Usiige watu wa mataifa, eti ulikuwa mvaji wa vazi vizuri, unaanza kuigaiga mitindo ya mitaani, leo na wewe umekuwa ni peri. Ni mtumishi lakini kule mjini watoto wao ni majini. Eh, shida.